Majina naitwa Enoch Tewele na ningependa kuwakaribisha katika brand yetu mpya kabisa ya De Facto inayopatikana hapa Morocco Square. De Facto ni Turkish company, na tuko na selection nyingi sana za mavazi, tuko na section ya men, tuko na section ya kids, tuko section ya women, kids ni boys and girls, lakini pia bila kusahau tuna accessories, bags and everything, underwears, pajamas, so nawakaribisha sana sana sana De Facto Ukc duka ni kubwa kabisa kama unavyoona, na tuna mzido mpya umeshuka, na quality ya nguo zetu kama unavyoona, tuna nguo zads. Na kuhusu price, ndo swala ambalo sio la kujiuliza kabisa. Tunaiya kuanzia shilingi affordable, kuanzia shilingi saba. Unaweza kaona quality ya nguo zetu ambazo nazo hapa Facto. So as you can see, hapa tupo katika section ya accessories na tuna accessories mbalimbali kama unavyoona zenye quality bora kabisa. Na kitu kizuri kabisa ni price. Price yake ni very affordable ambayo kila Mtanzania anaweza akapata. Okay, na hapa kama unavoona tuko kwenye section ya kids, ladies, watoto wa kike hapa hivi kama unavyoona tuna nguo zao nzuri ambazo zipo kwenye very very discount. Price zetu zinaanzia kuanzia shilingi elfu ishirini na tano, just imagine. Na quality yake kama ninavyoambia na kama mnapotujua de facto, quality tunazingatia sana na price ni kwa kila mtanzania anatakiwa apate. Na kuelekea siku kuu za Ramadhani pamoja na Pasaka tumeshusha bei, tuna discount ya nguo, price zote zimeshuka. Kwao karibuni sana de facto.